Kwa majina naitwa askari mhifadhi daraja la tatu Haruni Mzava. Ni mtumishi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania katika shamba la miti Saohill tarafa ya tatu katika safu ya Vikula. Tupo hapa katika msimu wa Januari, kwa maana kwamba ni msimu wa kupanda miti na ninawahamasisha wananchi ambao wako wanazunguka maeneo haya yanayofanyiwa upandaji kwa sasa, ambapo ni katika safu ya awami, cha kwanza ni kujitokeza, kujitokeza kwa wingi, kwa maana kwamba ya kupata ajira inayokuwa inaendelea kutolewa hapa, na cha pili pia wanapata ujuzi wa ku namna ya kutunza miti na namna ya upandaji wa miti na cha tatu pia ninacho washauri wa wanajamii wanaotuzunguka kuja kuendelea kuichukua elimu, kwa maana baada ya hapa kutakuwa na wao wenyewe wanaenda katika mashamba yao, wanaenda kupanda miti katika mashamba yao pia, watafuata na tutajaribu kuwaelekeza zile hatua zinazofuatwa kama ambazo tunazifuata sisi hapa, kwa ajili ya miche yao kukua na kuweza kupata mavuno yaliyokuwa bora hapo baadaye. Askari mhifadhi daraja la tatu, Nehemia Jumanne Jejeje, ni mtumishi wa shamba la miti Sao Hill, tarafa ya tatu Karimba, katika safu ya awami. Kwa wito wangu napenda na, na kuambia wananchi wote ambao wanazunguka katika eneo hili. Wat, watumie fursa, watumie fursa vizuri, kujifunza kupata elimu, namna ya upandaji miti, umbali baina ya mche na mche, ili waweze kutumia katika kuendeleza katika mashamba yao binafsi mwisho wa siku miti, miti atakapoweka ataka vizuri itawasaidia katika ku, kuongeza kipato na, na kuendeleza miradi mbalimbali katika maisha yao.